Ulikuwa hujafika mama Gift amepigiwa simu amepokea na akiona kama allegation ni kubwa ya wizi na MC Chris akiwemo, so mwisho wa siku alitakia kuja hapa clarify mambo yaishe. So ina maana huyu mama sio mtu mzuri pia? Yes, miki tunakuambia. Alafu kitu naona MC Chris asipoenda kuchunga sasa, wataharibu jina yake ienda kabisa. Ndio linasema, hata ukiwa kabisa umekaa hivi usichangishie watu ofyo ofyo. Sasa hebu sikiza, boskan, boskan, boskan. Huyu mama nimempigia simu nikamwambia, wewe ndio ulinitumia picha ya mtoto wako akiwa hospitali na ukaniambia umefika mwisho, utakufa nikaita nika, nika watu wakuje wakuchangie tukakuchangia Leo nimepata ya kwamba ati wewe ati ulienda ukaguu kupicha. Amekata simu akanitumia message. Message ni gani? Wacha nikuonyeshe, amekata simu akanitumia message, ndio huyo hapa, mama Gift, akaniambia akaniambia, I am not allowed to use phone please. They are complaining. Call you later. Nikamtumia hii voice note Uh, wakisema hizo picha uligugu nataka kujua ukweli, uli gugu ama picha ni za mtoto na kama ni ukweli nitumie video ya mtoto na hizo picha, video sahi nione. Akaniambia na kama ni story ya mwiti, kesho I will live with baby Gift. Nikamtumia video, hainanga makerere, chukua video, unionyeshe mtoto, nionyeshe hizo video. Wanasema ya kwa mbe gugu picha, na wanasema mimi na wewe tuligugu sasa nataka kujua ukweli, kwa sababu sitakubali kupaka matope. nasaidiana na Rosa, venye unanipigaga simu mingi ukitaka usaidizi, hata mimi saizi ndio nakupigia simu mingi nikitaka kujua ukweli. garia huu unapigia tena mc Huyu mama ni mwizi trust me, hizi ukiangalia kweli picha ni za Google, Umi, mwa, ni ni online online, unaona unaona simu ametoka online yes. Nimeangalia anachoenda kufanya sasa, anda ku arrange hii kitu, mtoto atamuonyesha akiwa kwa daktari anapata pressure, ndio maana hayuko hapa sai, yuko hapa kwa live anatuangalia. Huyu mama ni mwizi boss, kan wacha nikuambie ni <laughs> eh, na but Kenya, say, exactly please. Yeah, ikwambe

Hakuna kitu natulia, wameendea mizigo China, baada mtoto alikuwa pone pon uso India, wameendea mizigo ya kwenda kuuza Kenya, na ninajua wako China. Niliambiwa hiyo kitu jana na muntu inbox, nikafikiria ni jokes.